Uh, awali ya yote nipende kutumia nafasi hii kwa ajili ya kutoa shukrani za pekee kabisa kwa Mheshimiwa Rais ambaye ameweza kuwezesha mchakato mzima wa utengenezaji wa hii barabara. Uh, kubwa ambalo ninashukuru kwa siku hii ya leo ni kwa ajili ya kuwezesha malipo ya fedha za awali kwa mkandarasi ambazo hasa ilikuwa ni kikwazo kwa ajili ya mkandarasi kuanza kuleta vifaa eneo la site. Lakini baada ya hayo malipo tunaona kabisa kama tunavyoshuhudia siku ya leo ndugu zangu, tumeshuhudia mkandarasi ameweza kuleta vifaa. Hii ni hatua kwenye, ni hatua na habari njema kuelekea mchakato huu wa utengenezaji ama mwanzo wa hii barabara yetu ya Katumba Mbambo Tukuyu, lakini hususan hichi kipande cha Katumba hadi Lupaso, kipande ambacho kiko na kilomita karibia 34.3 no k huu ni mwanzo na, na hivi ni baadhi tu ya vifaa ambavyo vimeweza kufika na mitambo mingine iko njiani. Kwa hiyo nini ambacho tunaweza tukasema ama kutoa wito kwa wananchi ni kwamba mkandarasi sasa yuko site, na hii mitambo ni alama tu kwamba mkandarasi ameshafika site, na kazi atakayoanza nayo kwa sasa ni kwanza, ni kwanza kusafisha eneo la hifadhi ya barabara kulingana na ukubwa wa barabara utakavyokuwa. Kwa nitumie nafasi hii pia kuendelea kuwakumbusha wananchi wetu ambao bado hawajatoa baadhi ya miundombinu yao ndani ya hifadhi ya barabara, watumie muda huu mfupi kwa ajili ya kuweza kutoa kwa sababu sasa hii ni alamu ambayo inaonyesha kwamba ni muda wowote mkandarasi anaweza kaanza kufanya kazi ya kusafisha barabara, lakini pia tushukuru kwa sababu zilikuwa ni story sasa tunachokiona sasa ni uhalisia kwamba hayawi hayawi, sasa yamekuwa. Ni muda mwafaka ambao sasa tunaenda kushuhudia wote kwa pamoja maendeleo makubwa ya uboreshaji wa hii barabara ambayo kwa muda mrefu sana imekuwa ikiimbwa ikiimbwa, rami, rami rami, rami. Sasa kwa mchakato huu, tunaamini kabisa kwamba sio story tena basi, bali ni uhalisia ambao tunaenda kushuhudia. Mimi naitwa Alison Mwangoka, mkazi wa Ituma Katumba. E, mimi katika maisha yangu nimeishi sana hapa, katika mabunge wote ambayo tumewachagua, huyu ndio nimemuona kwa, kwa sababu ametetea eneo letu na Katumba kwa barabara ya kwenda Mwakaleli. Ni kweli barabara ya Mwakaleli ina na changamoto sana, kina miradi mingi, kuna ndizi, kuna niwa, kuna kahawa, kuna chai, lakini barabara yetu ni mbovu tumeahidiwa miaka mingi kwamba tutengeneza hii barabara, haijawahi kutokea. Lakini rais huyu kwa miongoni tulivyomwangalia, tunaona kidogo ana, kwa maana hii barabara ni kweli, tumepata shida. Makariri ni jirani sana, lakini tutashangaa, gharama ni kubwa. Kwa ajili ya nini? Barabara ni mbovu. Namshukuru sana lakini. kwa majina anaitwa Bedumi ni eh, maarufu sana hapa Katumba, anajulikana sana kama Bedumi, lakini sisi tunashukuru sana mheshimiwa rais na mheshimiwa Mantona Ajira nyingi sana, sisi vijana hasa mimi pia nahitaji ajira kupitia barabara hii na, na isitoshe nipo mezoni tu hapa nitapata ajira na naamini hivyo kwa sababu ni kijana ambaye anajituma kwenye kazi zote mbalimbali.